Kwani wewe ukenda ukipewa pahala pesa ukakopa, huwezi kujenga? Utajisifu vipi kwa pesa ya kukopa eh? Tunachosema sisi, Zanzibar haihitaji kukopa. Zanzibar ina haki zake, ina mamlaka yake, ipate mamlaka yake ya kuendesha uchumi wake. Tunafahamiana ndugu zangu? Hapo ndiyo itaweza nchi hii kwenda mbele. Kwa hivyo, ndugu zangu, tunachosema sisi kazi yetu ya mwanzo, serikali tutakayoiunda, serikali nitakayoiongoza inshallah, ni kuyamaliza haya ambayo wenzetu wamejitia hamnazo. Wamekuwa kama mtu kama mtu aliyeoa mke ndugu halafu akaendelea kufikiria ni ndugu mpaka leo, wamekaa wanatazamana, watu wanauliza, wajukuu hawapatikani. Anasema au ndugu, ya, ndugu yako ushapewa, sikuwa tayari au vipi? Sasa udugu uko wapi? Kwa hivyo tunachosema sisi, wao kwa miaka 60 amewashinda. Sisi tunachosema sisi, tunachosema ni kwamba inshallah mambo haya, kama wanataka muungano tuyamalize, kama hawataki tuwabiane.